Hakuna SMS, hakuna calls, hakuna Bebe, uko wapi? Mtaasisi, kwenye simu yako ukishusha sehemu ya juu pale, ambayo inaitwa control center, utakutana na kialama cha kwanza kabisa ambacho kimecholwa kama kindege, inaitwa airplane mode. Unafahamu matumizi yake, au na wewe ni wale ambao nadhania kwamba hii hutumika kama mipanda zako ya Tanzania, wewe wenye mabasi na baskeli, sisi tukae pembeni, ni vitu ambavyo vya nasa kweli. Sasa leo nitakuelekeza matumizi mengine ambayo ni ya muhimu sana na pengine ufahamu. Chila hacks, unalakia wapi? let me explain sasa. Airplane mode haiko kwa ajili ya kupanda ndege peke yake. Ukibonyeza airplane mode, basi inakuwa kimya, maana yake ni kwamba Bluetooth, data E, wifi kila kitu kinakuwa kimekata, yani unakuwa kuna utulivu fulani hivi ambao kama ipo kwenye meditation mode. Sasa sikia hii hapa, hii feature ina faida nyingi mtaani. Faida ya kwanza ni kwamba kama unachaji simu yako alafu ukaweka airplane mode, basi simu yako itakunywa umeme kama mtu anatoka kufungulia Ramadhani. Faida ya pili ni kwamba itakupa utulivu. Hakuna SMS, hakuna calls, hakuna Baby, uko wapi? Faida ya tatu ambayo nitakuwa ya mwisho ni kwamba inakata kabisa distraction, haswa kwa watu wale ambao wanafanya kazi na, especially kama ex wako anatabia kukutext usiku wa manane, chapa ya plain mode, suluhisho la matatizo yako. Faida ya bonus ni kwamba inazuia tracking pamoja na background data. Sasa kwa wale wanangu wenye GB moja hii itakuseve, kwa sababu wakati utumii simu yako ukiweka airplane mode, maanake hakuna shughuli zozote zinaweza zikaendelea. So leo, Mtaasisi, tumejifunza kwamba ukiwa una haraka sana unataka kuchaji simu yako, basi weka simu yako kwenye airplane mode, alafu chomeka chaji, kisha tani school baadaye. Oya, kabla hujasema, usisahau kumtag yule mwamba basi. Mkumbushe pia kunifollow. Naitwa Mtaasisi. Peace out until the next one.